Hii ndio akiba yangu ya mwisho na haitoshi. Napaswa kumaliza ujenzi haraka niondoke humu ndani. Kwa hiyo, kwa kweli mimi mwenyewe sielewi hata nimefikaje hapa. Ukiniuliza kwa nini niko hapa, majibu sina. Kwa hiyo unanifundisha malezi? Nawezaje kumfundisha malezi mama alionilea? Nakukumbusha tu, Bela akiwa mdogo alisema ukweli kwamba baba yangu alimtelekeza yeye pamoja na mama yake. Kwa nini Simoni anakuumiza sana kichwa kiasi hichi? na ameniagiza na kuniomba nikalipize kisasi kwa mtu aliyekatisha maisha yake. Siwezi Mina, Mina, siwezi siwezi kulala na Simon Mina. Simon, aha, hapana, siwezi. kwa nini huwezi kulala na Simon ah? Eh? Ah. Beri, umelala na wanaume wangapi wengine, ni viongozi wa dini wakubwa hivi, kwa nini usimpe wewe Simon? si siumpe tu umalize kiu yake eh, kutwa kukusumbua sumbua, siumalizane naye huyo kijana. nini kigeni? nini kigeni Berry? Oh. Usiniambie kwamba umezama kimapenzi kwa Simon. Usisubutu kunikera Beli. Unajua kabisa misingi tuliojiwekea. No love, no feelings, no relationship. Na hiyo ndio kauli mbiu yetu na uiweke kichwani. Nadhani umenielewa vyema, Mina. Beli, usisahau kwamba wanaume sisi kwetu ni kama daraja la kupita tu. Usijisaulishe wanaume walivyotutenda, yaani usijisaulishe kabisa. Nadhani hilo unalijua Mina. Nachokuomba, Na naomba umwondoe Simon kwenye maisha yangu. Naomba mke wangu, uko sawa? Eh, niko sawa. <laughs> Mheshimiwa Richard. Yeah. Karibu nyumbani. Asante, asante. Ya, uh, yeah. Samahani kwa kilichotokea. Usijali, usijali. Sawa. Si <laughs> Aha, <Sao. laughs> uh, um huyu hapa anaitwa Awena. Ni ni mke wangu wa Ah uh, ndio mama yake Rose. Uh, asante. Asante sana. sana. Asante Nashukuru <laughs> Nashukuru kumfahamu. kumfahamu. Yeah.

Kwa ubaya najiuliza, sipati sababu kwa nini kila siku yanakuwa kwangu. Hii sasa imezidi. Ah, ingia. Vipi msako poa? Niko poa, kamanda wangu. Ha? Wapi yo? Kama kuna tatizo sema, zungumza mzee. <laughs> Kungekuwa na tatizo ningekwambia. Niko sawa. Mi mm -hmm. Naenda kuonana na um, angalia siakakupanga tena, mtafute uhakikisho yuko nyumbani kwao. Hilo la muhimu sana ngoja nimchekea Anti Makena hapa iidoanivya ukweli, huyo mtu sahihi. Halo Anti. Kwema nilikuwa na shida ya kuonana na na Jessica, sijui kwa nyumbani hapo, unaweza ukanitumia location yake? hivi wewe una shida gani Saidi, nakuheshimu sana naomba utoke. Sihitaji uniulize chochote nisije nikakuvunjia heshima. Saidi, niache. Unasemaje? ina maana ulichokifanya mbele ya mgeni tena mheshimiwa mbunge unaona ni sawa? sitaki kusikia chochote toka Saidi. Nimesema toka, mfada ushetani wako usinaleza maswali kipumbavu hapa. Akijua atakuja kufanyia kitu kibaya. Hawena, mtoto wangu mimi ana hali mbaya, siwezi kumshudia mtoto wangu akifia wa kwenye mikono yangu. Tekla, mimi kama nesi mwenye ni uzoefu nitatumia taaluma yangu kumtibu mtoto, akipata nafuu utaenda hospitali nyingine. Kama tatizo ni pesa, mimi nitakupatia . Umenielewa? Hawena, nashukuru na sana, nashukuru sana rafiki yangu.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

Ya, kazi yangu imeisha. Jiandae ya kwa ajili ya msiba ya mtoto wako ndani ya dakika tano. Awe na walau uende kitandani, welimu mwanangu. Mwanangu, achana na haya mambo, bangi haikufai mwanangu.

Naima. Hmm. Najiuliza maisha anayoishi Bele. Haya ya kujiuza, sijui skendo. Vipi kama maidada anahusika? Maanisha kwamba e, Bele alitelekezwa. Hakupata msaada wowote. Amekulia mtaani tu eh? Na yote anayopitia chanzo ni umaskini Inakuwaje akikusanya hayo matukio yote, ndio yakawa yanampa hasira ya kutaka kulipiza kisasi kwa babangu? kamoja mm.

Nt alinambia kama utoko kwa hapa, ndio maana nimekuja Simon. Hivi moyo wako nakuambia nini juu yake, sielewi anko, na nimejikuta tu ghafla niko mlangoni kwake, sielewi elewi nimefikaje, ila ninachokijua ni kwamba sikuwa sawa nsikuwa sawa kwa sababu nilikuwa nimegombana na mdogo wangu, niko nyumbani kwake Simon. Sasa, kwa nini huko hapa eh? Kwa nini huko hapa? Simon. Sitaki kujua hadithi iliyo nyuma yako na Bell lakini nazungumza na wewe kama mzazi na mwana, kwa kuwa ninakuamini sana na wee nikiocha watu wengi wanaoamini katika Mungu. Nakusikiliza, mzee. Sizijui sana hadithi za mitume lakini iko moja nina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 vipi kama jaribu langu sio mtego wa shetani eh? bali ni agizo kutoka kwa Mungu Baba ambaye anataka mimi niifanye hiyo kazi ya kubadilisha jiwe kuwa mkate. What if? Hmm? What if, Simon, unataka kumaanisha kwamba Mungu anataka kukutumia wewe kumbadilisha Bel kuwa msafi? Ndicho unachotaka kuniambia, Simon? mimi sio mtaalam sana wa mambo ya kidini ila, ninachokijua, kama wewe unaamini hivyo basi uwe tayari kuumia, kupoteza, kuteseka na kutengwa na watu wengi sana wanaokuamini ano kama ni kusudi kutoka kwa Mungu baba, amini, niko tayari kukabiliana na lolote lile. Simon mtumishi, hivi ukiachana na hilo kusudi la Mungu unalolizungumzia wewe, je, wewe una kusudi gani ndani yako kwenye maisha ya Bel? Niambie. si juu yangu I I don't know. I don't know. Ni baba yake. Unaongea nini? Usijifanye unielewe ya wewe, nakuuliza hivi. Richard ni babake yake rosimaoa na machoi yasioisha. Rose hana baba mwingine zaidi yako wewe. Kama ulikubali hilo tangu mwanzo, hupaswi kuuliza kuhusu baba yake mzazi. Nina haki ya kujua hata kama unataka kumficha Rosi, ni haki yangu mimi babake kujua ili nijue na mlinda vipi mtoto wangu asije kuumia. Mm. Nikikwambia utaamini? Wewe ndio ulio mzaa na wewe